Katika moyo wa soka la Afrika Mashariki, msimu wa ligi kuu NBC 2024-2025 uliandika moja ya simulizi zake za kipekee kupitia safari ya klabu ya Young Africans Yanga. Kama mabingwa watetezi, Yanga waliingia kwenye msimu huu wakiwa na dhamira ya wazi, kutetea ubingwa wao na kudhihirisha ubabe wao dhidi ya wapinzani wao wakubwa Simba. Kuanzia mwanzo, ilikuwa wazi kuwa msimu huu ungekuwa wa kipekee, wenye mvutano zaidi kelele nyingi na hisia kali kuliko misimu yote ya nyuma. Chini ya uongozi wa kocha kutoka Algeria Milod Hamdi, Yanga waliunda kikosi kilichosawazisha nidhamu ya kiufundi na mashambulizi ya kusisimua. Kampeni yao iliendelea kwa jumla ya mechi 30 za ligi kuanzia Agasti 2024 hadi Juni 2025. Imecheza jumla ya mechi 30 mechi 15 zikiwa za nyumbani na 15 za ugenini. Yanga imeshinda mechi 27, draw moja na kufungwa mechi mbili. Imefunga mabao 83 na, na kufungwa kumi, hivyo kuifanya kuwa na tofauti ya mabao 73, wakikusanya pointi 82 zilizowaweka kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Walifunga mabao mara kwa mara huku wakiruhusu mabao machache zaidi, wakionyesha uimara wao katika kila idara. I am very happy because we uh, we fight, uh, fight 6 months for this moment uh, before the game. Uh... Mina furaha kubwa. Tumepambana kwa miezi sita kufika hapa. Kabla ya mchezo, niliwaambia wachezaji kuwa tunahitaji dakika 90 zenye nguvu. 45 kipindi cha kwanza, 45 cha pili. Tukishinda tunakuwa mabingwa na tumeweza Wachezaji waliocheza, waliokaa benchi na waliokosa mechi, wote walitoa mchango. Kiufundi tulikuwa darasani. Mmeona Simba hawakupata nafasi nyingi za kufunga. Tulikuwa na nafasi mbili au tatu zaidi ya kuongeza bao, lakini pasi ya mwisho ilihitaji maboresho. Pole kwa kocha wa Simba na wachezaji wao. Mpira uko hivyo leo, mmoja anashinda mwingine anapoteza, lakini nina furaha sana kuwa uwanjani na mashabiki wa Young Africa leo. And I am very happy to hata hivyo safari ya kuelekea ubingwa haikuwa rahisi. Mechi yao ya mwisho na muhimu zaidi ya msimu dhidi ya simba ilipangwa kuchezwa Machi nane lakini mechi hiyo iliahirishwa mara mbili kutokana na sintofahamu za kiutendaji kati ya vilabu hivyo viwili, pamoja na wasiwasi wa kiusalama ulioibuliwa na shirikisho la soka Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi. Mvutano wa baina ya vilabu na mashabiki wao ulikuwa mkubwa, na kila kuahirishwa kuliongeza uzito wa pambano hilo. Hatimaye mechi hiyo ilipangwa upya kuchezwa tarehe 25 Juni 2025 na, na hivyo kuwa tamati ya msimu wa kishindo. Jioni iliyoweka historia, jioni iliyotoa majibu ya maswali yaliyoulizwa tangu Machi 8. Jioni ya Juni 25 mwaka 2025. Mashabiki waliujaza uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, hali ya hewa ikiwa ya msisimko, mvutano na matarajio. Ilitarajiwa kufika kilele ndani ya dakika 90 za mpira. Kipindi cha kwanza kilikuwa cha tahadhari na mikiki mikiki, kila upande ukitambua kuwa kosa moja lingeweza kugharimu msimu mzima. Katika dakika ya 66, mshambuliaji kutoka Ivory Coast Pacom Zuzwa alivunja ukimya Akitia kimiani bao la kwanza kwa njia ya penalty lililolipua shangwe Tanzania nzima, uwanja ulilipuka. That's the goal that could be the difference. That's the goal that can give them the title. Lakini Yanga haikumaliza bado. Simba walipambana kusawazisha. Yanga walipata tena nafasi ya dhahabu katika dakika ya 86, kijana chipukizi wa Kitanzania akiwa na umri wa miaka 21 tu, Clement Mzize alikimbia na mpira kwenye shambulizi la kushtukiza na kufunga bao la pili kwa utulivu mkubwa. Bao hilo halikuhitimisha mechi tu, bali pia lilihakikishia Yanga ubingwa. Lilikuwa tukio la haki ya kiubunifu, kipaji cha nyumbani kikifanya maajabu kwenye jukwaa kubwa zaidi. Kwa ushindi wa bao mbili kwa sifuri. Yanga wametangazwa rasmi kuwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2024 2025 wakiwa na pointi 82 na mabao 83. Idadi hiyo ya mabao imeiweka Yanga katika historia mpya kwenye ufungaji mabao kwenye ligi kuu Tanzania Bara, kwani idadi hiyo ya mabao haijawahi kufungwa tangu ligi kuu Tanzania Bara ianzishwe mwaka 1996. Kipenga cha mwisho kilipopea furaha ililipuka Dar es Salaam na maeneo mengine ya nchi. Rangi za njano na kijani zilienea mitaani, mashabiki na wachezaji wakisherehekea moja ya mataji yaliyopokelewa kwa msisimko mkubwa katika historia ya Yanga. Waswahili husema asiyekubali kushindwa sio mshindani, msemo ambao kocha wa Simba Fadlu Davis anakubaliana nao. Kwanza kabisa nawapongeza Young Africans. Nafikiri wana wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kucheza mechi kubwa. Hicho ndicho kilichofanya tofauti leo. Walikuwa na ushawishi mkubwa uwanjani na nje ya uwanja, wameonyesha kuwa na akili ya kusimamia mechi kubwa kama hii. Ukiangalia kwa ujumla msimu mzima, huenda tumefanya zaidi ya matarajio kwa kikosi tulichokuwa nacho. Kulikuwa na matatizo mengi nje ya uwanja msimu huu, jambo lililokatisha tamaa. Lakini sasa tunapaswa kukana uongozi na kuangalia kama wana malengo sawa na yangu. Je, tutaimarika kwa njia sahihi? Kwa sababu unaweza kuona tuna msingi mzuri, lakini tunahitaji nguvu zaidi, akili zaidi, na wachezaji wenye uwezo wa mechi kubwa. Zaidi ya kuwa kombe, ubingwa huu uliwakilisha roho ya uvumilivu na uimara katika msimu uliowajaribu kiakili, kuwaweka katika presha na kuwalazimisha kupambana kila hatua. Yanga walionyesha ubabe wao kwa kikosi imara, benchi la ufundi thabiti na sapoti isiyoyumba kutoka kwa mashabiki wao, waliodhihirisha ulimwengu kuwa Young Africans Sports Club Si klabu tu, ni harakati, ni urithi na ni moyo wa soka la Tanzania.